Kebisha. Sisi tukawaambia kama mnasingizia muda ni mdogo, sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele ili kwanza mabadiliko yafanyika ya kuwezesha ya ya uchaguzi huu una haki. Sasa anasema wanasema, haya nayo ni maoni yenu viongozi, ila wananchi wanataka uchaguzi usiairishwe. Wangapi mnasema mko tayari hata uchaguzi uairishwe usogezwe mbele ili mradi uchaguzi huu na haki, vidole viwili juu, vidole viwili juu. Asanteni sana. Sasa sasa, nashukuru nashukuru. Sasa jana, jana kulikuwa na tukio la kumwapisha askofu mmoja hivyo kanisa la Anglican serikali, kulembea kule, kule, serikali ikawepo kwenye hilo tukio nikiongozwa na naibu waziri mkuu Doto Biteko, bunge likawepo, spika alikuwepo pale, yaani yule spika Tulia aliyefanya uhuni wakati katibu mkuu nilipokwenda Dodoma kupeleka mapendekezo ya marekebisho, walipoleta ile miswada mibovu ya sheria akimtumia mwenyekiti wa kamati ya bunge, nikawa na hizi sheria hizi hazitibu matatizo. Mnaita tume huru wakati hatuna tume huru. Itwa na tume huru, lazima kwanza turekebishe ibara sabini na nne moja juu ya mamlaka ya rais kuteua tume, turekebishe ibara sabini na nne tano inayompa mamlaka ya rais kuondoa tume, turekebishe ibara sabini na nne kumi ya katiba inayolazimisha tume lazima itumie watumishi wa umma, turekebishe ibara ya sabini na nne kumi na mbili inayotoa kinga kwa tume kwamba jambo lolote la tume kuengua gombea kuzuia kampeni haliwezi kujua mahakamani. Ibara ya arobaini na moja saba inayosema matokeo ya rais asiyojua mahakamani, tukawa hapo pale vifungu kwa vifungu vilitakiwa kurekebishwa, wakatuzuia hata kuzungumza. Leo anawaambia viongozi wa dini, anasema tulifanya marekebisho ya sheria, vyama vilikuwepo, wadau wakatoa maoni na tumeyazingatia. Mwongo mtupu, Dr. Tulia Ackson, mwongo mtupu sasa sasa Tulia ni mwache pembeni, hatulio huko. Hiyo anataka kusemea jambo moja. Kuna kauli ilitolewa na baba askofu mkuu wa kanisa la Anglican, alisema kwamba kwamba jitihada zifanyike kabla ya uchaguzi kurekebisha kasoro za kiuchaguzi. Hiyo iko sawasawa lakini akasema wanaosema uchaguzi usogezwe mbele wataiingiza nchi katika mgogoro wa kikatiba hii. Kauli ya baba askofu, kwa heshima zote kwa baba askofu, haiko sawa sawa, na na nasema haya kwa sababu hii kauli ilianza kutolewa na, na Kabudi akijaribu kuipotosha umma na na watu. Nataka niwakumbushe wananchi, moja, wakati mfumo wa vyama vingi unaanza Tanzania, ulipoingia uchaguzi wa udiwani na ubunge ulikuwa tofauti. Udiwani ulikuwa unafanyika pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa, ubunge ulikuwa unafanyika pamoja na urais. Serikali ikafanya uamuzi wa kuunganisha uchaguzi wa udiwani na uchaguzi wa ubunge kwa pamoja. Ili kufanya uamuzi huo, madiwani waliokuwa madarakani wakati huo, sheria ikarekebishwa, wakaongezewa mwaka mwingine mmoja kwa kuwepo kwenye utumishi wao, ili waungane na uchaguzi mkuu wa ubunge. Kwa swala la kuahirishwa kwa, kwa uchaguzi fulani Tanzania, si swala geni, limekwishawahi kutokea, tumeona eh? Sasa kwa upande wa uchaguzi wa ubunge na urais, katiba imetamka kwamba uhai wa ubunge ni miaka mitano, uhai wa urais ni miaka mitano, unless kama kuna hali ya dharura, muda wa uchaguzi unaweza ukasogezwa mbele kwa hali ya dharura. Mamlaka hayo anayo kabisa rais, lakini hata ukiondoa swala la hali ya dharura, tunaweza kabisa kama nchi, kama tulivyotunga sheria ya kuwaongezea wadiwani mwaka mmoja ili waungane na ubunge. Rais anaweza kuita kikao cha baraza la mawaziri wakati huu ambao bunge linaendelea sasa hivi na vikao Dodoma, akapeleka bungeni muswada wa marekebisho ya katiba kwenye jambo dogo, kuongeza ili kuruhusu hapo katikati kufanyike marekebisho ya kikatiba ya kisheria ya kuwezesha kuwa na tume huru ya uchaguzi. Yeah. Jambo hili halitazua mgogoro wote wa katiba. Wangapi mnasema hili, mnamtaka Samia alifanye? Wangapi mnataka Samia afanye hilo? Wote mnataka, si ndio? Wote mnataka, si ndio? Ili kutoa mwanya kuweza kufanya reforms.